Ni maadhimisho ya kilele cha mbio za mwenge wa uhuru yaliyobeba ujumbe usemao jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Maadhimisho haya yamefanyika katika uwanja wa kumbukumbu kumbu ya Sokoine mkoani Mbeya, yakiambatana na kumbukizi ya miaka 26 ya kifo cha Mwalimu Nyerere pamoja na maadhimisho ya wiki ya vijana. Tunao wajibu wa kukuza uzalendo, kufanya kazi kwa bidii kuheshimu sheria za nchi na kutunza mazingira ili kumwenzi baba wa taifa kwa vitendo, lakini vile vile kuendelea kuthamini na kuiweka hai falsafa ya mwenge wa uhuru kama tunu ya taifa inayoakisi maono ya baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere na waasisi wa wenzake. Wakati huo huo, makamu wa rais amezindua kitabu cha miaka 60 ya kuanzishwa kwa mwenge wa uhuru kitaifa kilichoandikwa kwa lengo la kuikumbusha jamii kurejea kwenye misingi ya waasisi wa taifa hili ambao ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Abedi Amani Karume. Kitabu hiki kimeandaliwa kwa lengo la kuhifadhi kumbukumbu muhimu za kihistoria, hususani chimbuko, maendeleo na mchango wa mbio za mwenge wa uhuru katika kujenga mshikamano wa kitaifa, uzalendo na kuhamasisha maendeleo. Kitabu hiki kinaeleza umuhimu wa mbio za mwenge wa uhuru kama alama ya mshikamano wa Watanzania wote bila kujali tofauti zetu za dini, kabila au itikadi. Mwenge wa uhuru kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kulipita na, na kukagua miradi ya vijana walionufaika na mikopo ya asilimia kumi ya mapato ya ndani ya halmashauri. Vijana wanakushukuru kwa kurejesha mikopo kwani imesaidia kupata mitaji kuanzisha na kuendeleza biashara. Waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, Ridhiwani Kikwete ametangaza rasmi kuwa mwaka ujao 2026, mwenge wa uhuru utazinduliwa mkoa wa Kusini Pemba na kilele chake kitakuwa mkoa wa Rukwa. Kakurumsi, Azam News, Mbeya. Mwenyekiti wa Tume ya Haki na Amani wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini TEC, Askofu Mkuu Yuda Tadeus Ruwa'ichi amewataka wananchi kuwa na umoja na mshikamano kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Ameeleza hayo katika mahubiri yake kwenye ibada ya misa takatifu ya hija ya uwaka katika seminari ya Visiga mkoani Pwani. Kuelekea uchaguzi mkuu, tunawaomba raia wote